Na mtazamaji aliyekuwa mwaniaji wa wadhifa wa mwakilishi wadi katika wadi ya kisa mashariki, Thomas Oyolo ametangaza rasmi kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Uongozi wa wadi hiyo iliyoko eneo bunge la Khwisero, kaunti ya Kakamega umezua siasa kali, Thomas Oyolo akitaja kuangaishwa na baadhi ya viongozi kwenye chama cha ODM kama sababu kuu ya kujiondoa kwake kwenye kinyang'anyiro hicho. Oyolo aliyezungumza na vyombo vya habari mjini Bungoma, sasa anawarai wafuasi wake kusubiri mwelekeo zaidi, akisema atarejea tena ulingoni mwaka 2027. Habari zenu, pia nichukue nafasi uh, siku ya leo uh, kuweza kuongea na vyombo vya habari kuhusu uh, yale ambayo eh, yamekuwa amenikumba kwa wakati wa siasa